Ya maandamano makubwa yaliyozuka Iran kwa wiki kadhaa, hatimaye rais wa taifa hilo Masoud Pezeshkian ameibuka na kuwatupia lawama viongozi wa Marekani, Israel na Ulaya akidai kuwa walitumia vibaya matatizo ya kiuchumi ya Iran na kisha kuchochea machafuko na maandamano huku akiwapa raia njia ya kulisambaratisha taifa hilo. Hii ni Trigen Media. Maandamano ya kitaifa yaliyodumu kwa majuma mawili na ambayo yalianza mwezi Disemba yalijikita katika matatizo ya kiuchumi ya taifa hilo na hususan ni mfumuko wa bei na kupanda kwa gharama za maisha. Kwa sasa kasi yake imepungua baada ya msako mkali dhidi ya maandamano hayo uliofanywa na mamlaka za kidini, ambapo msako huo pia unapingwa na kundi la haki za binadamu lenye makao yake makuu nchini Marekani la Hirana ambalo limedai kuwa msako huo ulisababisha vifo vya watu. Kundi hilo la haki za binadamu la Marekani limesema kuwa watu zaidi ya elfu sita walipoteza maisha kutokana na maandamano hayo. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Arakich amekaririwa na CNN akisema kuwa watu elfu tatu mia moja wakiwemo wanajeshi elfu mbili wa usalama walipoteza maisha pia. Rais Pezeshkian amenyoosha kidole cha moja kwa moja kwa viongozi wa Marekani, Israel na Ulaya, kwamba walijaribu kuchochea na kusababisha mivutano na mgawanyiko wa ndani ya Iran ili kuwahamasisha watu kushiriki katika maandamano kupitia hamasa yao walioitoa kwa njia ya televisheni. Wakati rais wa Iran akitoa msimamo huo, kwa upande wake rais wa Marekani Donald Trump amerejelea msimamo wake wa kuunga mkono waandamanaji hao wa Iran akidai kuwa Marekani iko tayari kuchukua hatua iwapo Iran itaendelea kuwaua waandamanaji hao. Nao washiriki wa Iran wa kikanda ikiwemo Uturuki, Falme za Kiarabu na Saudia wamekuwa wakishiriki katika jitihada za kidiplomasia kuzuia mzozo huo kuingiliwa kijeshi kati ya Marekani na Tehran. Hata hivyo taarifa zaidi zinaeleza kuwa kuna vikosi vya kijeshi vya Marekani katika eneo la Ghuba na hivyo kuleta hali ya hofu dhidi ya Iran kuvamiwa kijeshi. Labda waziri wa mambo ya nje wa Iran alikaririwa pia akisema kuwa hakuna mazungumzo yoyote yaliyopangwa kati ya Iran na Marekani kwa sasa, japo kuwa Iran ipo tayari kwa mazungumzo yanayozingatia heshima ya pande zote mbili na uaminifu. Iran inasisitiza kwamba mpango wake wa nyuklia hauna nia yoyote mbaya bali ni wa amani kabisa, na kwamba shutuma za Marekani dhidi ya mpango huo na washirika wake hazina msingi wowote, na kwamba Iran haina mpango wa kutengeneza silaha za nyuklia. Hii ni TriGen Media.